Brother atatu tutamwonyesha picha, atatuambia ni nani na ananyadhifa gani kwenye Chama cha Mapinduzi. Safi. Kama kawaida. Kama kawaida. Basi nadhani umeshaelewa. Umeshaelewa nini kinaendelea, si ndio? Mimi nakuonyesha picha then unaniambia huyu ni nani? Huyu ni mwenyekiti UV wa UVCCM, ni mmoja wa vijana, anaitwa Mohamed Kawaida huyu au, kusema kweli, nimemsahau. Naye nimemsahau U ni nani? Uh, yu, Ma, ya visi moto, oh, my God. <gasps> Uh, no. U nianwenyekiti wa Wasira. Wasira. Wasira. Wasira. Wasira. gani kwenye Chama cha Mapinduzi? Huyu mwenyekiti chwa... wa a Mambo, umetoka Dar es Salaam mpaka Morogoro kuja kuhudhuria tu mkutano wa vijana Morogoro, basi mimi na imani kabisa kama umeweza kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro, basi na imani kabisa kwamba wewe kweli ni, ni kada mkubwa kabisa wa Chama cha Mapinduzi na hauwezi kukosea. Challenge yangu mimi bana, kuna picha hizo tatu na kuonyesha Naomba niambie ni nani na nyadhifa gani kwenye Chama cha Mapinduzi. Ah, okay. Sawa. Tunaanza wakuanza... wakwanza wa kwanza huyo hapa, wewe ndo nani? Huyu anaitwa Kaila ni mwenyekiti wa Chipukizi Taifa. Sawa sana, huyu okay. okay. Huyo ni mzee wa Sia, makamu mwenyekiti Kumuniki. Wasamia sana. Na huyu ah, kakaetu pendwa Muhammad Ali Kawaida mwenyekiti wa vijana taifa. <laughs> na huyu ndo mshindi wetu wa kwanza kwenye challenge hii ambaye ataondoka na kilo tano kutoka Kishabdu Group. Kwa kweli ni miongoni mwa challenge ambazo nimehangaika sana kutafuta mshindi lakini huyu kweli ni kada wa Chama cha Mapinduzi, na wameweza kuondoka na kilo tano kwa ajili, ameweza kuwataja viongozi wote. Tumefurahia sasa, hata tumeacha kulia sasa, tunasherekea. Ni sherehe kubwa sana hata wasiwezi kusema mengi. Thank you very much. <laughs>